Mwaka tumesema, a tunashiriki na watoto yatima. Mwaka jana tulifanya mazimu ya mwaka 11, tulikula tulifurahi, natoa zawadi kwa kituo cha watoto yatima ambako kiko hapo Bonyokwa, tuliwapatia vitu vingi, na mwaka huu tumeona tupate kituo cha watoto yatima kutoka pale maeneo ya Mbezi Goba. Jamani, aa s sana atatuambia kituo kinaitwaje na watoto watakuja mbele hapa, na kuna watu mna vitu vyenu mmekuja navyo ka pesa na kila kitu, sindio? Jamani, tutawaita pia mweze kutoa vile navyo pamoja na hivi tulivyochangia, lakini mnavyo pale, mtakuja navyo mbele, navyotuwapigia makofi ya watoto wetu. Naomba mpande juu kabisa madhabahu. Ni watoto wetu wazuri, naomba mpande juu kabisa huko kwenye vitu, nyuma ya vitu e, tupate na kumbukumbu. Neema leo ameenda wapi jamani? Mzee Maida, kumbukumbu uul picha pichawetu leo hayupo hayupo sijui ametumwa, tuelewi, lakini Meda tusaidie pata kumbukumbu ya kanisa. Simameni hapa na matoni wenu na matoni wenu e, simameni tu hapo, wanangu, msiogope, simameni hapo nyuma ya vitu. Jamani, Bwana asifiwe sana. Jamani, Bwana asifiwe sana. Jamani, bwana Yesu asifiwe kanisa. E, tutampa matoni aseme kidogo, lakini ni seme kama kanisa la Kanani. Tuliona tusile peke yetu i sikukuu, tumeandaa vyakula na kila kitu lakini pia tule watoto yatima ambacho kituo ulisema kinaitwaje? Bwana Yesu asifiwe sana Amen. Kituo chetu kinaitwa watoto wetu Tanzania, kinaitwa watoto wetu Tanzania. Hapo tumeandaa mchele kilo 150. Simpige makofi. Sukari kilo hamsini Ngano kilo hamsini, unga wa sembe kilo mia moja sabuni kama mnavyoona hivi, hizi mifuko miwili, mafuta ya kupikia lita kumi lita ishirini. Jamani, Bwana siwe sana, lita ishirini na kuna watu wameleta pesa taslimu, na kama mwingine wa pesa taslimu, hawa yatima tulisema pia washirika ina na vitu karibu sasa uweze kuvikabidhi vile ambavyo umekuja navyo binafsi. Huyu ameleta elfu kumi yake. Kama na wewe umekuja navyo, usirudi navyo, njoo navyo, tutoe nafasi kama yuko mwingine. Jamani bwana sana. Basi kama hakuna tuweze kumkabidhi mratibu vitu vyako hivyo. Watoto wetu hawa ni wadogo, unawaona hapa ni miaka mitatu minne na mitano kwa hiyo hawana wazazi Asante sana, na wengine ameongeza hapa. Mungu akubariki sana. Hawana wazazi jamani, sopoti la watoto wako na walea hawa, anahitaji sisi tuwasaidie bila kujali dini, bila kujali jinsia, bila kujali rangi. Asante sana, mtumishi wa Mungu, Mungu habariki sana, asante sana. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu, huu ndio upendo. Biblia, Yesu anasema yeye ni Baba, ni Baba wa yatima. Tunapowasaidia watima tunabarikiwa. Mungu anatuinua sana. Naomba kikapu, watu wanakuja na sadaka. Naomba kikapu hapo kije, naomba kikapu kije kabisa. Asanteni sana watu wa Mungu, asanteni, asanteni mnaolia na watoto yatima. Mungu awabariki. Mungu atawatokea, Mungu atainua watoto wenu, atainua uzao wenu, Mungu awabariki sana. Asante, endelea tukuje, weka kikapu hapo, watu wamtolee Mungu sadaka zao. Sasa asante, lete tuweke na hizi. Unaeguswa na watoto yatima kuguswa nao, njoo njoo, bariki watoto yatima. Mungu atakukumbuka, Mungu atalinda watoto wako, Mungu atalinda familia yako. Hiyo sadaka unayotoa kwa watoto yatima, Mungu atakukumbuka, Mungu atakuacha, Mungu atakutendea mema, Mungu atabariki uzao wako, Mungu atalinda watoto wako, Mungu atalinda mme wako, Mungu atalinda mke wako, Mungu atalinda familia yako. Hii ni mbegu naipanda katika udongo mzuri, tpolia na watoto yatima. Yesu anazungumzia sana kwa upendo wenu kwa hizi sadaka mnazotoa Mungu atawakumbuka. watoto watoto wadogo wakila wakinywa ni baraka kwa Mungu. Asanteni sana watu wa Mungu, asanteni sana watu wa Mungu, asanteni sana watu wa Mungu, asanteni sana, asanteni sana watu wa Mungu kwa upendo wenu kwa watoto yatima. Mungu akawakumbuke, Mungu akawainue, Mungu akawabariki, Mungu akawatendee mema kwa hii sadaka ya watoto yatima. Mmenibariki, mmenigusa sana nigusa sana. Najua mratibu atakuwa na kitu cha kusema, atakuwa na kitu cha kusema. Ni kila mwaka, lazima kanisa, kila mwaka tunafanya hili, tunasimama na yatima na mwakani pia, kila mwaka mpaka Yesu anarudi hatutaacha kuwategemeza watoto yatima. huu ndio wito tulionao. Mungu awabariki sana watumishi wa Mungu, asanteni sana, asanteni sana kwa upendo wenu, asante sana. Ninaomba sasa mratibu useme kidogo, simama tu hapo uonekane vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi mbele yenu ni mlezi, kwa majina yangu naitwa Cecilia Sospita, lakini hawa ni wadogo zangu. Kwa maana mimi nina ushuhuda na kituo cha watoto wetu Tanzania, na mimi nilipokelewa watoto wetu Tanzania nikiwa darasa la pili, walinilea wakanitunza vizuri, namshukuru Mungu Leo na mimi nipo nawasaidia wadogo zangu hawa. Ni wadogo zangu, ni familia yangu, ni ndugu zangu, na tunaishi kwa upendo. Karibuni sana watoto wetu Tanzania, tunawakaribisha. Sio lazima mje mkiwa kikundi, umeguswa kuja kuongea nao, kuwafundisha neno la Mungu, sisi milango yetu ipo wazi. Pia huwaga tuna fellowship siku ya Ijumaa na Jumapili kama leo tunaenda kanisani, maana watoto wetu ni wamechanganyika, wapo Waislamu kwa Wakristu. Lakini jioni watu, namshukuru Mungu na kuwaombea wale wote wanaojitoa kwa ajili yetu, na sisi tutafikisha salamu zenu nyumbani. Yupo baba yetu mle, baba yetu ambaye ni mwanzilishi, yeye anaitwa Evans Melkioni kioni Tegete, ndio mbeba maono wa taasisi ya watoto wetu Tanzania. Kutokana naye pia, alikuwa mtoto wa mtaani hivyo akasema naye kupitia watu walimshika mkono, naye siku moja aje kuwasaidia watoto waishio katika mazingira magumu na hatarishi. Kwa hiyo tupo pale Mbezi njia ya Goba. Ukifika Mbezi Lakshari basi unakopa umekaribia kwetu. Napenda kutoa shukrani za dhati kwa zawadi mlizotuletea. Hiki ni chakula cha kimwili, lakini chakula cha kiroho kitaendelea kudumu ndani ya mioyo yetu na sisi tutazidi kuwaombea sana kwa Mwenyezi Mungu. Pale mlikopatoa basi akawazidishie maradufu. Pia mmefanya ibada iliyo kuu kuliko zote, ambao ni kuwatembelea yatima na wajane, lakini nyiye mkaona ni vyema kualika katika nyumba ya Mungu, na sisi tumefurahi, tumefarijika sana. Basi Mungu aendelee kuwashika mikono. Sisi hatuwezi kujua mnahitaji nini katika kanisa lenu. Tumeona lengo kuu ni katika swala zima la ujenzi, na sisi tunaamini tutaenda kuwaombea, Mungu azidi kuwainulia watu, amen. Siku moja mkitwalika, tuje tukute kanisa ni kubwa, na sisi tutafurahi sana, na naamini itaenda kutokea, amen. Tutaendelea kuwaombea kwa Mwenyezi Mungu na kwa kila mtu, hatuwezi kujua nini anahitaji, anahitaji kwa wakati huu na kwa muda huu ila yeye eh, Mungu ndo anayejua na anayeona hadi silini. Basi katika kila unachokiomba Mwenyezi Mungu akakizidishe na akakifanikishe, na nitaamini kuwa kama mwaka jana uliomba akijafanikiwa, basi mwaka huu na miaka inayoendelea, naamini kitaenda kufanikiwa. Nisingependa niwe mchoyo wa fadhila. Nitamkaribisha mtoto mmoja, atashukuru lakini mwingine atawaombea. Sadi, sadi. Shikamoni, jina langu ni Aliana nasoma darasa la tano. Tunasemeni asante, mmetukaribisha kwenye kanisa lenu. Mungu aweza akabalika akatakasa hiki mlichokitoa, sio kidogo, ni kikubwa. Mungu aweza akashika mkono kwenye maisha yenu, kwenye kazi zenu, amin. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa jina anaitwa Glory, linasoma form one. Tufunge macho tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Bwana Mungu wa majeshi nasema asante kwa ajili ya muda huu na wakati huu. Nasema asante hata kwa ajili ya kwa ajili ya ya watu wao tuweka katika kanisa lao. Mungu, naomba iweze kuwabariki, uweze kubariki kanisa lao litakapofika mwaka 2026 liweze kuwa limeshamalizika Mungu. Naomba uweze kuliwezesha iweze kuwabariki wachungaji wa kanisa hili. Naomba uweze kuwabariki waumini kwa, kwa kile walichokitoa wa Mungu, wasiweze kupungukiwa kamwe. Uweze kubariki hata familia zao, uweze kubariki kanisa hili liweze kuwa kanisa kubwa, liweze kuwa na waumini wengi. Naomba kuinua watu kutoka nchi mbalimbali waje kuja kulisaidia kanisa hili Mungu. Tazama walisema dini iliyo njema iliyo safi na sio anataka mbele zako niyakuwatembelea yatima na wajani. Tazama kuja kutimiza neno lako na ametimiza m amri yako kuu ya upendo. Nambaweze ukubariki kanisa hili tuweze kupungukiwa kamwe. Amen, amen. Makofi kwa Yesu jamani! Basi basimapatikana shingapi keshi shingapi? Hebu iseme mwakazina Amina, imepatikana laki mbili elfu ishirini na moja na, na mia tano. Mungu awabariki. Patie mlezi. Asante sana. Mungu akubariki. Wa santeni, watoto. Naomba niwashike mkono kwa niaba ya kanisa. Mungu awabariki sana, watoto wangu. Wakuimba sawa sawa kabisa. E, wataimba. Mungu awabariki. Asante sana, asante sana, asante sana, asante sana, asante sana. Jamani siwana wimbo kidogo watuimbie. Eh, karibu ni mwimbe. Ninawaomba msiliache neno la Mungu, siku ikaribu ya kuja kwake kuwachukua watakatifu ni neno moja , ninawaomba msiliache neno la Mungu siku ikaribu ya kuja ya kwake kuwachukuwa watakatifu. Kwa neno waliomba, kwa neno walihukumu, kwa neno waliwekwa kuwa huru. Kwa neno waliomba, kwa neno walihukumu, kwa wali kwa wali, kwa neno waliwekwa kuwa huru.

Sasa warudi tuwasindikize, na vijana mje tusaidie kutoa hivi vitu.